Tecno safari hii imewashangaza wengi sana kuweza kuja na Tecno Spark Slim ambayo ni the world thinnest phone, kwa maana ni simu nyembamba duniani sasa Tecno Spark Slim iliwasilishwa kwa mara ya kwanza amachi 2025 kwenye MWC Stand for Mobile World Congress. Sasa Tecno Spark Slim ni smartphone ambayo ni nyembamba ya milimita 5.75 ikiwa na gramu 146 na pia ina display ya AMOLED ambayo ina ukubwa 6.7 na refresh rate ya 144 Hz. na pia ni ceramic na stainless steel. lakini pia ina kamera mbili na kamera bampa yake imetulia sana na inakuja na beti ya 1 mAh 5200 na inasafirisha watts 45 ambayo ni fast charge na kitu ambacho inatoka kufahamu, smartphone hii bado sio rasmi, ila ni concept phone Tecno haijaeleza tarehe ya uzinduzi wa Tecno Spark Slim kwenye market, lakini kitokea imetoka, basi inaweza kuwa mwishoni mwa 2025 ama 2026. Alamsi.